Tuangalie maswala ya elimu ambapo walimu elfu sabini na sita, mia saba sitini na watano wameajiriwa na kupelekwa katika shule za msingi ili kufanikisha utekelezaji wa mfumo wa elimu na kuwaelekeza wanafunzi katika kuchagua maswala ya taaluma zifaazo na tume ya walimu humu nchini inatoa wito wa mafunzo ya kitaalamu kwa walimu wanaotatizika katika kufundisha baadhi ya masomo ya mfumo huo. Akizungumza wakati wa mdahalo wa kaunti kuhusiana na mageuzi sekta ya elimu ambapo mwongozo wa mpito wa wanafunzi wa gredi ya tisa hadi shule ya upili ulizinduliwa, waziri wa Elimu Julius Ogamba alisisitiza haja ya ushirikiano katika maswala ya elimu, wazazi na wanafunzi wanapochagua taaluma watakazosomea. Miaka tisa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa elimu ya umilisi CBC, na changamoto bado zinadhihirika. Kwenye kikao cha mdahalo wa kaunti kuhusu mageuzi ya sekta elimu, tume ya walimu ulisifia hatua ya serikali ya kuajiri walimu zaidi kufanikisha mfumo huo, na pia kutoa changamoto zinazowakabili.

Creative arts and sports. Huku wanafunzi wa gredi ya tisa wakitarajiwa kujiunga na shule ya upili, Waziri wa Elimu Julius Ogamba amewataka wazazi kushirikiana na walimu kuelekeza watoto wao katika kuchagua taaluma. Ogamba lisema serikali iko radhi kwa ajili wa elimu zaidi na kuhamasisha wazazi jinsi ya kuelekeza watoto wao.

Build laboratories and enhance ICT integration in schools. Chini ya mfumo huo wanafunzi wa gredi ya tisa wanapaswa kuchagua moja ya taaluma tatu ambazo ni sanaa na michezo, sayansi ya jamii, teknolojia uhandisi na hisabati, STEM. Baada ya mtihani wa tathmini ya elimu ya shule za msingi, wanafunzi watajiunga na shule za upili kulingana na taaluma wanazochagua na kusoma masomo saba ambapo mane yatakuwa ya lazima. Masomo hayo ni lugha, elimu ya mazoezi ya viungo, huduma ya jamii, na ujuzi wa kujifunza, teknolojia habari na mawasiliano kasi cha namasha darubini